Wakristu wapenzi, karibuni Paloti Ministries tukiwaletea tafakari ya Dominika ya Pili ya Kwaresma mwakache. Somo la kwanza kutoka kitabu cha Mwanzo linaonyesha imani ya Abrahamu kwa ahadi za Mungu. Huu ni mwaliko kwetu wakati huu wa Kwaresma tutafakari juu ya imani yetu na kuamini ahadi za Mungu hata nyakati tusipokuwa na uhakika. Tunaona agano kati ya Abrahamu na Mungu, ambapo Mungu anamuahidi Abrahamu uzao mwingi kama nyota. Hii inatukumbusha ahadi ya Mungu isiyoyumba kwetu. Sadaka aliyoifanya Abrahamu inatualika kutafakari tendo la kujinyima na kujitolea kwa kipindi hichi cha Kwaresma. Tunaalikwa kufanya upya agano letu na Mungu kupitia toba na imani. Somo la pili kutoka waraka wa Mtakatifu Paulo kwa Wafilipi linazungumzia umuhimu wa kusimama imara kwenye safari ya mabadiliko ya imani. Paulo anawasihi waumini simameni imara katika Bwana na kufuata mfano wa wale wanaoishi kwa njia za Mungu. Hii inafanana na mazoea ya Kwaresma ya kujichunguza na kubadilika, ambapo kama waumini tunahimizwa kuacha vishawishi vya kidunia na kuzingatia uraia wetu wa mbinguni. Wito wa Paulo wa kuiga wafuasi waaminifu Unatuhamasisha kutafuta viongozi wa kiroho na jamii zinazosaidia safari yetu ya Kwaresma kutusaidia kubaki imara katika imani yetu na kujitolea kwa mapenzi ya Mungu. Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka inatuletea tukio la kubadilishwa kwa Yesu ambao ni wakati wa ufunuo wa kimungu na mabadiliko. Yesu anaposali, sura yake inabadilika na wanatokea Musa na Eliya pamoja naye wakiwakilisha utimilifu wa sheria na manabii. Kubadilishwa kwa Yesu ni ukumbusho wa lengo kuu la Kwaresma, ambao ni ufahamu wa kina na uhusiano wa Mungu. Sauti kutoka kwenye wingu, huyu ni mwana wangu niliyemchagua msikilizeni. Inatuita katika utiifu na umakini kwa sauti ya Mungu wakati huu mtakatifu. Wanafunzi walioshuhudia wakati huu wa mabadiliko wanatuhimiza kutafuta nyakati zetu za kukutana na Mungu na kufanywa upya kiroho kipindi hichi cha Kwaresma. Masomo ya Dominika hii yanaangazia mada za Kwaresma za imani Mabadiliko na ahadi za Kimungu. Kupitia kujinyima, kutafakari na kuomba, tunaalikwa kupata mabadiliko mapya ambayo yanadumisha uhusiano wetu na Mungu na kutuandaa kwa kusherehekea ufufuko wa Kristo. Katika kipindi hiki cha Kwaresma, tukubali mwito wa imani, kusimama imara na kukutana na Mungu tukijua kwamba safari yetu imeumbwa na ahadi ya Mungu isiyoyumba na upendo wa kubadilisha. Mungu atubariki. Sama.